Mwishoni mwishoni kabisa mwa simulizi yetu ya wakili wa moyo leo, ikiwa ni katika hatua yake ya 30. Katika hatua yake ya 29, kubwa tulioliona ni maendeleo mazuri ya afya ya Cecy, kwamba afya ya Cecy kwa sasa inazidi kutengamaa, jambo ambalo linaendelea kuleta furaha ndani ya familia zote mbili, kwa maana ya familia ya mama Cecy na mama Colin, huku jambo hilo hilo likiendelea kupokonya furaha ya Mage. Ni nini kinakwenda kujiri? Mimi na wewe twende pamoja mwanzo mwisho na hii Wakili wa Moyo ikiwa ni katika hatua yake ya 30. Tunaendelea pale pale tulipoishia katika hatua yake ya 29 ambapo Mage alimwomba mama Colin amsaidie kuendesha gari, na mama Colin hakuwa na hiana katika hilo alizunguka upande wa pili ili kuendesha gari baada ya Mage kupatwa na mshtuko kutokana na Cecy kupona. Mama Colin alishangazwa sana na hali ya Mage kubadilika ghafla baada ya kupata taarifa ya unafuu wa Cecy kiafya. Ilimbidi amuulize Mage kutokana na hali aliyomwonanayo, lakini Mage alijibu kuonesha kukata tamaa kabisa kutokana na hali aliyosimuliwa na mama Colin. Mama Colin alimweleza tu Mage ya kwamba hakupaswa kununua pilipili kwa shughuli ya mwenzake kwani ile ilikuwa ni bonge la patapotea, na katika hilo hana wa kumlaumu kwa sababu aliyataka yeye mwenyewe kwa kuchezea nafasi aliyokuwa nayo. Kwa hiyo akubaliane tu na matokeo ya maamuzi yake yeye mwenyewe. Na Mage hakuwa na namna nyingine kwa wakati huo kutokana na kutokuwa kwenye hali nzuri. Mage alilala pale pale ili kuitafuta siku ya pili. Mama Colin naye alikuwa na maswali yasiyo na majibu juu ya hali ya Cecy kubadilika kabisa wakati ilikuwa nusu mfu. Lakini upande mwingine alimshukuru Mungu Cecy kupona, kwa sababu kama angekufa huenda mwanae angekuwa chizi kwa jinsi alivyopagawa kwa mpenzi wake kupona. Siku ya pili, Cecy alichukuliwa na kupelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa afya yake, na majibu yalionyesha kila kitu kipo sawa, na majibu yale yalikuwa faraja tele kwa Colin na kwa mama Sesi ambao ndio walioteseka kipindi chote cha ugonjwa wa Sesi alitakiwa kufanya mazoezi kutokana na viungo kukaa muda mrefu bila kufanya kazi. Kadhalika afya ya Koli niliendelea kutengamaa, na aliomba kwenda kupumzika na mchumba wake nchini Afrika ya Kusini kwa muda wa miezi miwili. na kwa upande wa wazazi hawakuwa na jinsi, walikubali watoto wao waende nchini Afrika ya Kusini kupumzika na kuendelea kupata huduma za kiafya. Baada ya siku mbili, Colin na Sesi walielekea Afrika ya Kusini, katika mji wa Port Elizabeth, katika hoteli ya The Beach Hotel kwa ajili ya mapumziko baada ya mateso ya muda mrefu. Colin alichukua muda ule kuhakikisha anafuta machungu yote aliyoyapata mpenzi wake kutokana na ajali mbaya iliyowapata ili kurudisha imani kwake, kwa, kwa vile Mage alionekana bado yupo karibu na familia yao hasa mama yake, kwa hiyo anaweza kutia doa upendo wake. Muda mwingi waliutumia kukaa wawili chumbani. Kila asubuhi na jioni walifanya mazoezi madogo madogo katika jimu iliyokuwa katika hoteli waliofikia na Majira saa moja walitembeatembea pembezoni mwa ufukwe. Ilikuwa penzi lilozaliwa upya kwa wapenda nao, baada ya kupoteana kwa kipindi kirefu. Baada ya wiki mbili, Cecy naye kimwili kilianza kurudi. Wakiwa wamejipumzisha chumbani kwao, Cecy alimuuliza mpenzi wake ambaye aliamini alikuwa na ufahamu tofauti na yeye, ambapo alikuwa na usumbufu. Colin, nina imani wakati naume ulikuwa karibu sana na Mage, sio? Ha, pana sio kweli, huwezi kuamini. Toka ile ajali sina karibu na mtu yoyote, uli nilikuwa sitoki ndani, hata simu kuanzia siku ile situmii tena. Najua sisi huniamini, lakini nakuhakikishia, niliapa mbele ya mama yangu na Mage, walipokuja kuniona hospitali, kuwa sitaoa mwanamke mwingine. Kama wewe ungekufa nilieleza, kama utakufa nitatimiza ahadi hiyo kwa kufunga ndoa na maiti yako, na nisingeoa tena mpaka nakufa. Kwa nini ufanye hivyo? Ningekufa mimi singekuwa nafasi ya mwingine, hali tungekuwa tumezaa, ulikuwa na sababu ya kufanya hivyo sisi kwa mwanamke mwingine. Wakati ya ajali nimesababisha mimi, ningekuwa nimeshiriki kwenye kifo chako. Wewe ndiye wakili wa moyo wangu, mnitetea wakati wote wa matatizo yangu. Bila wewe, kitendo alichonifanyia Mage ningeweza kuwa chizi kabisa. Asante kwa kunipenda kwa kipindi chote cha mateso yangu, kwa nimeamini wewe ni nime mume wa maisha yangu. Naomba Mungu wadumishe penzi letu, ufe nikuzike, nife unizike. Colin na Cecy waliendelea kupiga stori za hapa na pale, na Cecy alimuuliza Colin swali akasema, siku ya kuondoka ulikataa kubeba simu, sasa tutawasiliana vipi na watu wa nyumbani? Nimeapa Cecy, sitatumia tena simu katika maisha yangu, kwani ndio sababu ya kutaka kuyachukua maisha yetu. Pia wazazi nimewajulisha tupo hoteli gani, wakitutaka wata tupata tukiwataka tutapata kwa njia ya simu ya hotelini. Colin, naweza kusema wivu wangu akijenga wa umetufikisha hapa. Sikutakiwa kukosa imani kiasi kile cha kutaka kila kitu katika simu yako nikione. Naweza kusema nilijitakia mwenyewe. Nimejifunza kitu. Sikutakiwa kukubana kiasi kile, kwa vile mapenzi ya kweli yako moyoni na wala si kwenye simu. Colin, nilikupenda kupitiliza na kujikuta na kuwa kichaa mapenzi kwa ajili yako, lakini mmenidhihirishia kwa vitendo kuwa unanipenda mapenzi ya dhati kwa vile uyumba wakati wa matatizo yangu. Angekuwa mwanaume mwingine angekwisha kuwa na mchumba mwingine au ameshafunga ndoa. Kweli ni mpenzi wangu, na kuomba kuanzia leo hii tumia simu, mimi si limkini tena wa simu. Upendo na uaminifu wako umeufanya moyo wangu uwe huru na kukuamini kwa asilimia mia moja. Colin, najivunia kuwa na mwanaume kama wewe. Nimekutafuta kwa udi na uvumba, japo mama yako alifanya utani kuniita mkwe, lakini niliamini nami nina haki ya kuwa na mwanaume ni mtakaye aliye katika hali yoyote. Asante Colin kwa kugeuza mazoea. Maskini hana haki ya kupenda? Nipende Colin, nikupende Colin. Unajua wewe ndiye mwanaume wangu wa mwanzo na wa mwisho kabisa. Nakupenda Colin zaidi ya kupenda Cecy. Najua thamani yako moyoni mwangu thamani yako moyoni mwangu ni zaidi ya madini yote unayoyajua na usiyoyajua. Nili hapa moyoni mwangu, sitakupoteza mtetezi wa moyo wangu. Sisi mpenzi, wewe ni zaidi ya mwanamke, ni malaika wangu. Asante mpenzi, ila hujanihakikishia utatumia simu Sisi. Nilitaka kuacha kutumia simu kwa ajili yako, lakini kwa vile umeniruhusu nitatumia. Colin. Naam, naomba moja, naomba unikubalie, kwani toka nimefika ni na, ni, ni hapa, kuna kitu kimekuwa kinisumbua na jibu lako ndo litakuwa faraja ya moyo wangu. Sisi, malikia wangu, sema chochote nitakitekeleza. Kuna kitu nimejifunza kwako, unapotaka kufunga ndoa kunatokea matatizo. Umeshaligundua hilo? Da, kweli aise, hilo jambo lilo linatokea. Sasa nataka tufanye kitu tofauti katika safari yetu hii. Ehe, tufunge ndoa kabisa huko huko, ili tukirudi tuwe mke na mume mm. Lakini ndoa yenye baraka lazima wazazi wawepo Wazazi tutawaita huku huku, tukirudi Tanzania tunafanya sherehe yetu, sawa? Hakuna tatizo, imeisha hiyo. Basi walikubaliana hivyo, na kilichokuwa kimebakia baada ya hapo ilikuwa ni utekelezaji pekee. Mage, upande mwingine, alionekana kuchanganyikiwa kutokana na taarifa za kupona kwa Cecy, mwanamke aliyejua ni wakufa siku yoyote leo au kesho. Lakini kilichomchanganya zaidi ni kitendo cha kugeuka kwa mama Colin, kusimamia upande wa Cecy, wakati mwanzo alimpa moyo wa kumpata mwanaye. Akiwa bado hajajua atafanya nini, alipata taarifa ambayo ilimkata mani kabisa, ambayo ilikuwa ni kuhusu Colin kwenda Afrika ya Kusini na mchumba wake kwa ajili ya mapumziko ya muda mrefu. Lakini hata hivyo hakutaka kukata tamaa. Aliamini njia pekee ya kumpata Colin ni kumuua Cecy au kumtia kilema ambacho kitamfanya asiolewe na Colin. Hata hivyo, wazo la kuua aliliweka kando kwa muda kwa kuamini lili lingekuwa la mwisho kabisa baada ya mipango ya awali kufeli. Aliamini kabisa anaweza kutumia njia nyingi kuhakikisha Cecy haolewi na Colin. Basi bwana, mpango mkuu ulikuwa ni kumwagia tindikali asidi au kutumia vijana kumbaka na picha zake kusambazwa, kitu ambacho aliamini Colin na familia yake wasenge kivumilia na lazima angempiga chini Cecy. Mpango wake huo alipanga kuseti kabla ya Colin na mpenzi wake kurudi kutoka Afrika ya Kusini. Alijua fika kwamba lazima ndoa ingechukua muda kidogo, ili kuangalizia afya ya Cecy Maliki, ambapo na yeye angetumia nafasi hiyo hiyo kumtia doa Cecy na kisha kuichukua nafasi hiyo aliyokuwa akiitafuta usiku na mchana kama wokovu, baada ya yeye mwenyewe kuichezea shilingi kwenye tundu la choo. Aliapa kutumia kiasi chochote cha fedha kuhakikisha anampoteza Cecy na kulimiliki penzi la Colin. Walijipanga kutafuta watu ambao angewalipa kiasi cha pesa watakachokubaliana ili wamfanyie kazi yake kwa uhakika bila mtu yeyote kujua kitu. Wakati akiwaza hayo, taarifa ya kuitwa Afrika ya Kusini iliwafikia wazazi wa Colin na Cecy kuwa wanatakiwa mara moja kuwepo huko japokuwa hawakujua wanaitiwa nini. Walikubaliana kuondoka kwenda kuasikiza watoto wao wanalipi jipya kutokana na wito wao. Baada ya siku nne, Colin na Cecy waliwapokea uwanja wa ndege wa Port Elizabeth na kuwapeleka katika hoteli ya The Beach waliofikia wao wote. Walifarijika kukuta afya ya Cecy imeimarika haraka na nuri yake ya awali ikianza kuonekana kwa mbali. Ilikuwa furaha kwa familia kukutana wote wakiwa katika hali ya furaha usiku wa siku ile, baada ya chakula, walikaa pamoja kwa ajili ya mazungumzo. Mzungumzaji mkuu alikuwa Cecy ambaye ndiye aliyemwomba Colin aseme. Wazazi wetu, najua mmeshtuka na wito wetu wa ghafla lakini wito huu na maana kubwa katika maisha yetu watoto wenu. Wito huu ni kwa ajili ya kuja kusimamia harusi ya watoto wenu. Watoto wetu kina nani? Mama Colin aliuliza hapo ni mimi na mume wangu Kolini ambao tumepanga kuifunga wiki ijayo. He, mbona haraka sana? Kwa nini umetaka kufungia huku, aliuliza Mama Sesi hapo. Mama, kuna kitu kilinijia haraka lakini ni mwangu ambacho nilikiamini kabisa na nilipomwambia mwenzangu naye alikubaliana na nilichokiona na kukubaliana na kufunga ndoa huku. Kitu gani hicho? Mama Kolini aliendelea kuuliza. Nilifuatilia hatua zote za harusi za mpenzi wangu ambazo hurugika mwishoni. Mfano wa kwanza, muda mfupi kabla ya kumuhamage ilitokea tatizo lilomjeruhi moyo mpenzi wangu. Mfano wa pili, muda mfupi kabla ya ndoa yetu likatokea la kutokea. Kwa hiyo imeonesha kuna tatizo hapo. Kwa hiyo nilichokiwaza mimi ni kuhusiana na matukio yote haya. Kwa hiyo naamini huku tutafunga ndoa isiyo na starehe ambayo itakuwa na baraka za wazazi wa pande zote, kwa hiyo wazazi wetu, tunaomba mkubali ombi letu, ili tukirudi Tanzania tuwe tayari mke na mume. Kuhusu sherehe tutaifanya tukijipanga. Colin, mm, wewe ulikuwa unasemaje? Mama Colin alimuuliza mwanaye. Ah, mimi namuunga mkono mpenzi wangu, amekuwa na jicho la tatu ambalo wote tulikuwa hatuna Swali ni je, harusi itafungwa? Tunaelekea mwishoni mwishoni kabisa mwa simulizi yetu hii ya Wakili wa Moyo, huku mambo yakiendelea kuwa ni moto. Kwa hiyo usikose hata kipande kimoja katika vilivyobakia.